Taarifa nyingine zinaarifu kwamba serikali ya kitaifa imetakiwa kurejelea ujenzi wa barabara ya Bura kwenda Mwatate katika kaunti ya Taita Taveta ambayo imekwama kwa zaidi ya miaka minne na ambayo inategemewa zaidi na wakulima katika sehemu hiyo. Rais William Ruto mwezi wa pili mwaka huu walitangaza kwamba barabara hiyo inayogharimu shilingi bilioni mbili ingeendelea kujengwa lakini hadi sasa mkandarasi bado hajarudi kazini. Mwanahabari wetu Julius Joho ana maelezo zaidi. Shukran sana na kujia moja kwa moja kutoka eneo la Msau. Hapa ni eneo bunge la Mwatate, ambapo wakaazi wa sehemu hii wanatoa wito kwa Rais William Ruto kuweze kuingilia kati ili kuhakikisha barabara hii ya kilomita kutoka eneo la Bura hadi eneo la kwani wakisema kwamba Kufigia sasa mtomagoti nakmkwkisema ambazo zimeweza kukamilika, hali ambayo inaathiri shughuli zao za kila siku, hasa swala zima la ukulima. Nimeweza kuongea na na wa sehemu hii na haya ndio ya kusema. Wakati hii barabara ikianza tulikuwa tumefurahi na tukasikia vizuri. Sasa tunashangaa imeanza na imekwamia katikati. Matumaini yetu tunatamani iishe, manake ni ma, mazuri barabara hapa, iishe hii barabara. Ina mambo mazuri, itatuletea maendeleo, magari yatakuwa yanapitana hapa, biashara zitakuwa sasa. Tumaini letu tunaomba iishe hii barabara hii barabara yetu kwa kweli, ingemaliziwa ingekuwa vizuri sana, maana mvua ikiwa inanyesha hivi usafiri ni tatizo. Kitu ya kwanza ni changamoto, barabara zimekatika, so, inakuwa shida kwa usafiri. Na unakuta kama hapa mpaka Voi ni mahali pa mia, maybe mia mbili bat unapata tunatoa mia nne kwenda, kwa sababu ya njia ni mbovu. So bwana rais, ningependa kama ungemalizia hii barabara ingekuwa vizuri sana. Barabara ingeisha tungekuwa usafiri unakuwa mzuri, rahisi. Ni rahisi kwa sababu kipima distance ya kutoka Voi mpaka Mwatate na kutoka hapa mpaka mpaka Voi Mwatate, ni mbali, hapa ni karibu, lakini utakuta Mwatate ni mia, hapa mia nne. Sasa na sisi tunaumia, na ambapo hapa ni mashambani ambapo hakuna uchumi wa kisawasawa, tunaumia Yaani kila kitu chetu iko gali gali, sababu ya hii barabara. Ingeisha ingekuwa ingekuwa sawa, serikali bwana. Tunaona malengo yetu ilikuwa ni kwamba ikamilike kwa huu wakati wote, toka imeanzia Mtomagoti, Bura, Wundanyi line, bado hatujaona mafanikio yoyote. Kwa hivyo tunataka mafanikio ya haraka iwezekanavyo. Ndio maoni ya wakazi wa eneo hili la Msau hapa, wakitoa wito kwa viongozi wa ngazi ya kaunti sawa na wale wa kitaifa kuweza kuingilia kati ili kuona kwamba suala hili la barabara linakamilika kwa wakati unaofaa. Nikiripotia runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Taita Taveta, mimi ni Julius Joho.